Na kubwa ni kwamba tuko kwenye msiba wa ndugu yetu Hashim Lundenga. Ni msiba ambao umewagusa sana familia yake, lakini marafiki na ndugu, na alikuwa ni muumini wetu wa dini ya Kiislamu, na sisi katika Uislamu kwamba mtu yoyote anapoondoka basi hufanyiwa yale mambo ya msingi manne pamoja na mengine ya ziada. Kuna yale ya lazima, lakini kuna yale ambayo ya sunna ambayo ni kukithirisha kumwombea Mungu, kwa sababu kila mwanadamu hawezi akaishi katika ulimwengu huu akiwa safi. Kila mwanadamu ana mapungufu na kila mwanadamu huwa anakosea, na ukamilifu wa mwanadamu ni kukosea. Uh, usipokosea maana yake ni kwamba unachukua sifa ya malaika ambayo siyo sifa yako. Hakuna mwanadamu ambaye pasei kwamba yeye ni mkamilifu hahitaji kuombewa Mungu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatushangai sisi katika kutenda dhambi, eh, kwa sababu kullu bin adam khata, kila mwanadamu anatenda dhambi, wa khairul khata'ina tawabun na waliobora katika watendao makosa ni wale wenye kutubia kwa Mola wao subhanahu wa taala. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu hamshangai mwanadamu anavyotenda dhambi, lakini anamshangaa mwanadamu anapoacha kutubia, kwamba anakosa kutubia vipi na hali yakuwa Mola wake ni Tawwabur Rahim. Mola wake ni mwingi wa kupokea toba, ni mwingi wa huruma. Kwa hiyo mwanadamu kila, an, kila anapokosea anatakiwa arudi kwa Mola wake subhanahu wa taala, na kurudi kwa Mola ni siri kati ya mja na Mola wake E, unaweza kumkuta mtu labda ametenda madhambi amekosea, we usimhukumu kwamba yule ni mtu mbaya tu, ni mtu wa motoni tu, ni mtu hivi na vile. Hapana, pengine amerudi kwa Mola wake, e, amerudi kumwomba Mola wake msamaha kwa makosa yake mbalimbali, kwa sababu toba ni kitu ambacho kilicho, kilicho kati yangu mimi na Mungu wangu. Na hata anayemiliki pepo ni Mungu, sio wewe wala mimi, anayemiliki moto ni Mungu, sio wewe wala mimi. Eh, kwa hiyo Mungu wetu ye mwenyewe anapenda kuona watu wanarudi kwake baada ya kukosea. Eh, kwa hiyo siku zote tunatakiwa tudhaniane vyema na tuendelee kuombeana Mungu. Kwa sababu sisi wanadamu sote tunakosea. Hakuna ambaye hakosei. Eh, kwa hiyo mwanadamu bora ni yule ambaye anatenda kosa kisha akarudi kwa Mola wake subhanahu wa Ta'ala. Na hii ndio hali tunatakiwa tuombeane Mungu. Eh, na ndio maana tuko hapa kumwombea Hashim Lundenga kama Muislam anaweza akawa na mapungufu yake kama mwanadamu kama sisi. Juu yetu ni kumwombea, naye tunayemwomba tunamwomba Mungu, hatumwombi mjomba ako wala baba ako. Tunamwomba Mungu mwenye pepo yake, mwenye msamaha wake. Eh, kwa hiyo watu wasiwafungie wasif, watu milango ya rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Wa rahmati wasi'at kulli shay, Mungu anasema rehema zangu zimewaenea, au zimeenea katika kila kitu. Hata ibilisi mwenyewe shetani anafikwa na, na rehma ya Mwenyezi Mungu na ndio maana mpaka leo yupo, lau si rehma ya Mungu, Mungu angemwangamiza ange, ange mara moja na kumteketeza, lakini kwa sababu ya rehma ya Mungu inagusa kila kitu, na hata ibilisi tunaendelea kumwona bado yupo. Kwa hiyo tuendelee kuombea na kheri. Haya ndiyo mafundisho ya dini yetu. Asante sana.